Safi, kwema. Kwema. Kabisa. Kocha tatu kama kawaida, mpira uchozi na tatu, mpira uwanjani, hakuna cha bisho, ile ni mapendekezo yake binafsi e. Sisi tunataka mpira uwanjani, tatu ni mambo mengine, sema mtu kuweka afro tu mm. e. uwanja. Hata ikiwa nini, sisi tunataka yeye atufundishe Young Africans. Mpira bibaya mno mapema tu kwa kikosi gani? Unacho kikosi kikubwa tu, hauna haja ya kutaja kikosi chote, unataja watatu watatu, wanatosha hapa. Mimi nimsaidie kitu kimoja. Una taarifa kwa kocha wako uliomleta ana CV za kukaa benchi kuu pale kwenye timu yako au hujazipata hizo? Nani kocha uliomleta huyo, mwenye tatua anayemzungumzia ndugu yetu hapo mm, ana CV za kukaa benchi kuu pale kwenye benchi kuu na ufundi pale Simba Sports Club ah? Sasa wewe, uongozi wa Simba amemtangaza kama meneja wa timu ila siyo kocha, au taarifa hizo una ndugu yangu? Hizo taarifa labda unanipa wewe, lakini sisi tunavyojua uongozi umekaa chini, umetengeneza mfumo, umechagua mtu sahihi wa kutoletwa pale kwa ajili ya kuongoza timu, ukiniambia kwamba ana vigezo, kwa maana wale wakati wanaenda kumchukua kule walikuwa wajua wanachokifanya. Sasa hizi mimi ndo nakupa za ndani, kocha wako wewe ana CV ya kuwa kocha mkuu. Sasa nikupe kitu kimoja, yule yule kocha, sawa? Yule kocha, CV anazo, kila kitu anacho. Sema kocha tuliomchukua tipuhii, mm. ni wale kocha staili za Kiingereza zaidi Makocha wa Kiingereza ligi ya Uingereza mm. Sawa wale wanatumia wanaitwa mameneja, sawa. Sasa wewe huko umeshazoea kocha msaidizi sijui na nini mm. Sio yes. E. Mbaya mm. E. Kila shule tuko... iko si mwalimu mkuu ah, ah. E. asa kocha mkuu kaletwa, alafu tena <laughs> Matola anakuwa kocha mkuu wangu. Alafu tena si mbona mbona sikuelewi shehe wangu <laughs> kwetu, mimi sikomba CV anazo mm lakini anakuwa kocha kocha mkuu mkuu anakuwa, manager, anakuwa NCR, mnerewe, Matoa, kwa je, um, ni wa Matola kocha meneja anasimama kwenye mfumo wa kafu yule tulomleta, sawa. Kwenye mfumo wa kafu ule kutukiana kwenye michuano ya kafu ambao tunaenda kwenye raundi ya pili klabu bingwa sawa, mm -hmm. Yule ndo atasimama pale kama meneja ambaye ana CV zote za kusimama pale ambavyo nani Matola hana. Kwa hiyo yeye atavyosimama anasimamia kwa ajili ya kule Huyu anasimama kama huku na Uwe, hii... makocha wa type mbili. kwa hiyo na, na kwa sisi makocha wataip wataip mbili. Matola kila. Kwa hiyo umeelewa? nimeleta makocha wa type mbili wa kusimama ndugu yangu. Ah, hiyo ni mapendekezo ya mtu, hivyo ni vitu ambavyo vya mtu binafsi, tunataka vitu ndani ya uwanja uliyemleta wewe. Eh si tumemwona hapa juzi, hukumwona juzi hapo? Umeona timu ile wachezaji mliocheza nao wa wa natatkikila hey? Wale sasa wa nje, lakini tumetoka nao sisi moja moja, au mm? Tumetoka nao sare, haina shida, ila wewe mbona juzi kwenye kwenye Eh, wewe mwenye kocha mzuri mbona, mm. kocha wako unasema ondoke, mm. eh. <laughs> na tatuu ana, mimi ni bingwa mtetezi wa ngao ya jamii mpaka sasa. Kocha wako kwanza ana tatuu, kocha wangu mimi ana tatuu ana, kwa nini mnamfukuza sisi eh? Atunamfukuza kulingana na mfumo wa timu yetu tulivyozoea na vocheza, na sasa hivi anavyotuletea mifumo yake, ni kwa maana umejua kwamba tatuu sio shida, tatu, sio shida ah, ah unazungumzia swala la tatuu sio shida au shida Mi nazungumzia CV za kocha yako ana kigezo cha kuwa na ulisema shio ya tatuu mwili mzima ana tatuu h anakula, anakula, shisha. anakula, shisha. anakula mpepe. Mpepe. Hey, yee hmm, wewe, kocha yako anayo tatuu ana mpepe avuti hey. Sasa mbona sasa mnamfukuza, mnataka aondoke, watu wanapiga kelele aondoke, tatizo nini? Mfukuza, kwa tatizo? Kumbe sio tatuu nongia, kono. Wewe uligi unafuatilia unaangalia michuano, uliangalia kilichotokea uwanja wa taifa siku ile, achana na Mbeya, uwanja wa taifa kwanza. Kilichotokea ulikiona? Huyu afuatilii mpira. Alizomea yule bwana akaambiwa atafanye msafara. Sasa issue nyingine. Nisikilize basi, nakupa issue mm nyingine mm, mpira unachezwa, so issue ni kocha issue mm, ni mpira uwanjani Mm. Mm. Mpira, issue ni mpira uwanjani, sio kocha. Kocha kuwa na tatuso sababu maalum.